Ajenda za mkutano mkuu huu maalum kubwa ni tatu. Ya kwanza ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi sasa cha miaka mitano, na taarifa nyingine ni ya serikali ya Zanzibar. Kwa hiyo tutapokea taarifa za miaka mitano za utekelezaji wa ilani za serikali zote mbili. Ajenda ya pili itakuwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 kuelekea 2030. Kwa hiyo tutazindua hapa ilani yetu, mambo muhimu ambayo Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi, na hicho ndio kitendea kazi, na huo ndio mkataba wa chama cha siasa kinapoingia katika kampeni, kinawaahidi wananchi, ili kikichaguliwa, basi ilani hiyo ndio mkataba na wananchi katika kutekeleza ilani hiyo. Ajenda ya tatu itakuwa ni marekebisho madogo tu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi.